Walimu wa shule za sekondari na msingi e, imebainika Mlimba kuwa kati ya walimu elfu moja mia nane arobaini na tatu wanaohitajika shule zote za sekondari na msingi, tuna walimu elfu moja na thelathini na tano tu, ina maana tuna upungufu wa walimu mia nane sawa na asilimia arobaini na moja katika wale walimu mia nane ambao tunawahitaji serikali limetupa walimu sabini na moja. Kwa hiyo utakuta ule upungufu unafanya nini? Utaendelea tu kuwepo maelekezo yetu kwa baraza, kwa management ni kwamba waendelee kufuatilia kwa nguvu, ili serikali ituendelee kutupa walimu wa kupunguza na kisi hii. Upungufu wa watumishi wa afya nayo ni hivyo hivyo, ndugu zangu, ni mahitaji yetu ni watumishi mia nane na ishirini na saba watumishi tuliokuwa nao ni mia mbili na sitini na mbili Kwa hiyo upungufu wa walimu watumishi mia tano na sitini na sita ni sawa na asilimia karibu sabini ya mahitaji yote tuliokuwa nayo. Vile vile, kama tulivyosema kwenye elimu, tunatoa maelekezo kwa management kwa maana mkurugenzi na wataalamu wake kuwasiliana na mku, na, na katibu tawala wa mkoa ili wajenge hoja ya jumla ya mkoa eh, tupate walimu na madaktari wa kutosha kwa ajili ya kusambaza maeneo yote haya sana <tosha> kwa sababu asababuafulisho a Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwamba Mlimba kuipamba vizuri, kunasimamia fedha zetu vizuri, na hata ukija utazame alziko vizuri. Kwa kweli nakula sababu ya kumshukuru Mheshimiwa wa Rais, kumshukuru na mbunge wetu anayewakilisha huko, lakini inakasigii kwa kati kabisa kuwashukuru sana waheshimiwa madiwani. Kwa majina naitwa Nestori Kilula, ni diwani wa kata ya Mbingu. Aa, kwanza binafsi ni mshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo tumeweza kupata vituo vingi vya afya pamoja na zahanati kwenye maeneo yetu pamoja na vifaa tiba, lakini tuna upungufu vile vile kwenye vifaa tiba pamoja na wataalamu ambao wanaweza kuhudumia kwenye, kwenye hivyo vituo vyetu, inafanya sasa wananchi wetu kushindwa kupata huduma mahususi hasa anapofika kwenye zahanati anamkuta mtumishi mmoja au wanawakuta watumishi wawili, wanashindwa kupata yale matibabu kama wanavyotakiwa kuyapata kwenye maeneo yetu. Tuko tunamuomba Mheshimiwa Rais atuonge, atuongezee wataalamu kwenye upande wa afya, kuanzia kwenye vituo vya afya pamoja na zahanati, tupate wataalamu wa kutosha ili waweze kuwahudumia wananchi wetu, waweze kupata huduma zaidi. Kwa majina naitwa Martha Daniel Mkula, diwani wa kata Kalenga Kelu, kuhusu upungufu wa walimu mashuleni. Kusema ukweli, tunapata adha kubwa kutokana walimu katika vipindi vya kujifundisha vya kufundishwa, wanafunzi wetu hawapati masomo yale kwa ufasaha. Kwa hivyo naushukuru sana Mheshimiwa Rais kaendelea kutuongezea walimu, lakini bado hawajitoshelezi. Hivyo tunaomba serikali iangalie kwa upana zaidi, tupate hasahasa walimu wa kike na walimu wa masomo ya sayansi kidogo katika halmashauri yetu. Kipata walimu kama hao watatusaidia sana sana sana.